Tumeguswa na swala la, la, la kupanda miti kwa sababu pia tunaona umuhimu wa kutunza mazingira, tunaona uh, uh, tunaungana na na ajenda ya dunia nzima ya kutunza mazingira. Kwa hiyo tukaona ni vema basi tuje hapa TIA, uh, kushirikiana na hii taasisi, lakini sio hapa tu. Swala la kutunza mazingira tunaliangalia kwa mapana hasa katika, katika karibu kila eneo tunalofanyia shughuli zetu. Lengo ni kupunguza na kuhamasisha o, ma, matumizi sahihi na endelevu ya mazao ya misitu kwa faida ya kizazi kilichopo na kijacho, ili kulinda maeneo yaendelee kuwa salama. Hakika tumefurahi, tumeweza kupendezesha mazingira yetu kwa kupanda miti na wametu, wametupatia miti kari, takribani elfu moja mia tano na tumepanda sehemu zote muhimu tumejifunza jinsi ya kupanda na jinsi ya kutunza mazingira.